Watazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine tena mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia, TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii. Lengo la kipindi hiki ni kukujuza, kukuhabarisha lakini pia kukuelimisha kuhusiana na majukumu mbalimbali ambayo TMDA inatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako, kulinda afya ya jamii, kulinda afya ya Watanzania. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Simwanza, na, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, katika studio huwa tunakuletea mada au tunakuletea jukumu mojawapo ambalo mamlaka imetekeleza kwa lengo la kuhakikisha siku zote linaendelea kulinda afya yako. Kwa siku ya leo, tuko katika mkoa wa Morogoro. Na tunakuletea uh, kipindi ambacho utaona namna gani tumekutana na wananchi na tumekutana na wananchi kutoka kata ya Mji mkuu pamoja na Kichangani ambao wao wameshiriki katika kupata elimu kuhusiana na TMDA. Na sisi tumetoa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa pamoja na vifaa tiba. Na kualika uungane nami ili kwa pamoja tuweze kuelimika kupitia kipindi hiki cha TMDA na Jamii. TMDA. Afya bora kwanza na TMDA. na serikali ilipatia mamlaka dawa na vifaa tiba jukumu la kusimamia kuhakikisha kwamba bidhaa hizi zinakidhi vigezo vya ubora usalama, lakini pia na ufanisi kabla ya kuwafikia watumiaji. Lakini lengo la msingi ni kuhakikisha kwamba watumiaji wapati madhara ya kiafya kutokana na matumizi ya bidhaa hizi. Sasa TMDA inafanya nini katika kuhakikisha kwamba bidhaa hizi ni salama bora na zina ufanisi? TMDA inatekeleza majukumu mbalimbali. Moja, kuna jukumu la msingi la ukaguzi katika maeneo yanayotolea huduma za afya, ukaguzi katika e, maduka ya dawa, katika vituo vya kutolea huduma za anati, hospitali. Lakini pia tuna ukaguzi katika vituo vya forodha, ili kuangalia shehena ya dawa inayoingia nchini au inatoka nchini kwenda nje ya nchi, ili kuhakikisha kwamba dawa zote zilizopo katika soko basi ni zile ambazo zina viwango vinavyo kubalika kwa ajili ya afya za watumiaji. Lakini pia mamlaka hii ina jukumu lingine la kukagua viwanda vinavyozalisha bidhaa hizi hapa nchini na nje ya nchi. Lengo ni kuhakikisha kwamba mifumo ya uzalishaji wa bidhaa kwenye ile vile viwanda basi hazileti athari kwa afya za watumiaji, kwa maana kwamba bidhaa inazalishwa katika ile maeneo yale, basi itakuwa ni bora, salama na yenye ufanisi lakini pia mamlaka ya dawa na vifaa tiba inafanya uchunguzi wa kimaabara. Uchunguzi wa kimaabara dawa ni sayansi na masuala yote ya udhibiti wa dawa yanatakiwa, e, yatokane na maamuzi ya kisayansi ambayo yamedhibitika kisayansi. Kwa hiyo tunafanya pia chunguzi za maabara ili tunakuja na majibu ambayo e, hayana shaka kuhusiana na ubora, utendaji kazi au usalama wa bidhaa za dawa vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Kwa hiyo tunafanya pia uchunguzi wa kimaabara, lakini zaidi ya hayo kuna majaribio ya dawa. TMDA ina jukumu la kusimamia majaribio ya dawa yanayoendeshwa hapa nchini. Lakini pia mamlaka ya dawa na vifaa tiba ina jukumu lingine la kufanya la kutoa elimu, elimu kwa jamii kuhusiana na matumizi sahihi ya bidhaa hizi. Lengo ni kuhakikisha kwamba jitihada zote zinazofanyika na serikali kupitia TMDA jitihada hizo zinazofanyika katika kuhakikisha kwamba kabla ya bidhaa hizi kuingiza hapa nchini, maeneo inakozalishwa, zinakotunzwa, zinapohifadhia, lakini pia jitihada zinazofanywa na serikali katika kuhakikisha kwamba watoa huduma wanazingatia maadili na wanazingatia maadili, bado pia kuna sehemu mojawapo ya mtumiaji ambapo sasa TMDA imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba mtumiaji naye ana taarifa sahihi kuhusiana na ubora, lakini pia ana taarifa kuhusiana na matumizi sahihi ya bidhaa ili basi ile lengo ambalo jitihada zote zinafanyika huko mwanzoni kabla ya bidhaa ile kumfikia mlaji, basi na yeye akifanya sehemu yake e, wajibu wake vizuri, basi tutafikia ile lengo la kupata matibabu sahihi, lakini pia ile lengo la mtumiaji wa bidhaa hizi kuto kupata madhara yanayotokana na matumizi ya bidhaa. Na ndio maana saa hizi tumewaita ili tuzungumze machache kuhusiana na eneo hili la matumizi sahihi ya dawa. Kama nilivyosema awali, taasisi za serikali au mikakati ya serikali yote inategemezana na serikali. Kupitia taasisi zake na mifumo yake, yote inafanya kazi kwa lengo moja la kuleta ustawi au maslahi kwa wananchi. Ndio maana utaona kwamba pamoja na jitihada ambazo zinafanyika za kuleta e, fedha au mikopo kwa ajili ya kuendesha maendeleo ya wananchi, lakini pia e, ili kufikia yale malengo ya zile fedha na mikopo lazima pia wananchi wawe na afya na ili wawe na afya pia mifumo mingine inafanyika kwa pamoja na ile ambayo tumeiweka kuwezesha kiuchumi, lakini pia tunaenda na ile mifumo mingine ya kuwezesha wananchi katika eneo la afya, ili basi ile ya kiuchumi ikienda kwa pamoja na afya tunaweza kufikia ile lengo ambalo tumekusudia. Ndio maana mtaweza kuona kama tumeitana watu wa vikundi, wajasiriamali, wafanyabiashara, unaweza kufikiri umepoteza muda au tulikuwa tunafikiria labda saa hizi labda, labda tungeambiwa kama tunapewa hela sio za kufanya uzalishaji. Kwa nini tunaambia swala la afya? Ili uweze kurejesha vizuri, ili uweze kufanya biashara yako vizuri. Mtaji wa kwanza ni afya, na ndio maana serikali cha kwanza inachokiangalia pamoja na vitu vingine, tutakupa fedha, lakini kama huna afya, tutakuwa tumepoteza fedha yetu. Kuna kitu kinaitwa matumizi sahihi ya dawa au, eh, matumizi sahihi ya dawa ni kitu ambacho kwa sasa eh, kidogo kimezua eh, kime, kime, kinahitaji eh, mazungumzo na majadiliano ili basi tuweze kufikia yale malengo ambayo tunayasema, kwamba kama nilivyosema, ongezeko la magonjwa au haya magonjwa yasiyoambukiza kama saratani na mengineyo, yamehitaji pia tuwe na msisitizo au tuongeze ukubwa wa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa na mtindo wa maisha, hasa katika eneo la matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Yanatajwa kama chanzo cha ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza haya ya figo pamoja na saratani kama nilivyosema. Lakini pia katika nyanja ya matibabu kumekuwa na e, ongezeko la gharama za matibabu, lakini pia usugu katika e, usugu wa dawa unaotokana na tabia hizi au matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Kwa hiyo e, tutajifunza au tutaangalia eneo la matumizi sahihi ya dawa. Matumizi sahihi ya dawa ni kitu gani? na vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya ambavyo vinaenda kinyume na matumizi sahihi ya dawa ambayo pia yameleta hatari katika maisha yetu, lakini pia yamehatarisha pia maisha ya wengine. Sasa matumizi sahihi ya dawa yanagusa maeneo makubwa mawili. Taangalia, taangalia matumizi sahihi ya dawa za binadamu ambazo za kutibu magonjwa yanayoshambulia binadamu, lakini tutaangalia matumizi sahihi ya dawa zinazotumika kutibu eh, mifugo, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vina uhusiano wa karibu uhusiano wa moja kwa moja. Kwa bahati mbaya au nzuri, ni kwamba dawa tunazotumia kwenye kutibu binadamu ndizo dawa ambazo tunatumia kwenye kutibu mifugo. Kama umefuatilia ukachunguza kwa kina, utakuta hata kwenye minyoo tunawapa ng'ombe albendazole si ndio? Lakini ukija albendazole, unakuta nayo ndio ile ambayo tunayotumia kwenye kuwapa watoto na hata watu wazima kutibu nini? Minyoo, si ndio? Ukienda amoxicillin eh, ampicillin, tetracycline, zote utakuta tunazitumia kwenye kutibu binadamu na ndizo ambazo tunatumia kwenye kutibu mifugo ila tu kinachotofautiana ni nini? Dozi, kiasi ambacho tunatumia kwenye kutibu mifugo kinatofautiana kidogo na binadamu, na ndio maana tunasema hivi vyote visipotumika kwa usahihi, athari au madhara yake yanafanana. Matumizi sahihi ya dawa za binadamu yanagusa maeneo mbalimbali. Moja ni kuto kutumia dawa kiolela, na hii ni tabia ambayo inachipukia kwa sasa. Kila mtu ni mtaalamu, Watu wanatumia dawa kwa mazoea e, lakini pia kwa kusikiliza e, kwa kuambiwa na watu ambao sio wataalamu. Kuna saa hizi mtu anakuwa anajisikia tu maumivu ya kichwa anasema, hii nimezoea, ni malaria. Kwenye vikundi vyetu, kwenye makundi yetu ya WhatsApp, kuna mtu ameshapitisha ayo, ayo, ayo matangazo, jamani, kuna mwenzetu tunapitisha bakuli la kuchangia matibabu ya figo, kwa sababu gharama za matibabu ya figo sinazijua ni kubwa sana. Kwa kawaida tunaweza kuchangisha hata kijiji kizima hapa vikundi vyote na bado tusipate hela ya kutosha. Na bado ikaweka yote ya kupata hela. Unapata hela lakini bado inakuja swala lingine. Nani ya kuchangia figo? Sisi, nafikiri tunaelewana. Kwa ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvichukulie kwa ukubwa wake kwa makini wake. Lakini tuna mambo ya saratani kansa. Wale ambao wametembelea Ocean Road. Ndugu -ndu -ndu -ndu yetu wa karibu amepata kansa, tunampeleka Ocean Road. Ameenda kupata tiba ya mionzi tiba ya miunzi yenyewe ni gharama kubwa sana. Acha bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, baada ya kuwa tumetoa elimu, ni wajibu wetu pia kusikia nini mtazamo wa hawa wananchi ambao tumewapa elimu, kupata mrejesho. Je, kipindi wamekifurahia? Lakini nini ambacho wanaondoka nacho kwenda nacho nyumbani kwa siku ya leo, baada ya kuwa wamepata elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa na vifaa tiba? Na kualika ungane nami ili tuweze kuwasikiliza wananchi ambao wanatoka katika kata ya Mji mkuu pamoja na Kichangani katika mkoa huu wa Morogoro ili uone nao wana lipi la kusema. Leo tuko na taasisi ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA, na lengo ya kuwa na ndugu zetu leo hawa ni katika mwendelezo wa kuboresha na kuweka sawa katika masuala mazima ya dawa vifaa tiba na vitendanishi vyote ambavyo vipo ndani ya nchi, vipo vile ambavyo vinaendelea kuingizwa na vile ambavyo vipo katika maduka eh, kwa ajili ya kwenda kwa wateja. Sasa taasisi hii mara nyingi, au kazi yake kubwa ni kudili na udhibiti eh, ufanisi na ubora wa dawa vifaa tiba na vitendanishi vyote ambavyo vinatumika kwa wananchi, pale ambapo mtu inampasa atumie kwa utaratibu maalum. Sasa sisi kama wadau ambao tunafanya kazi na hii taasisi, sisi kama watu wa taaluma vile vilevile tunahusika moja kwa moja katika kufanikisha kwamba dawa zote zinazoingizwa nchini ni lazima ziwe na ufanisi na ubora, ili ziende zikafanye kazi kwa yule mteja ambaye atakuwa anatumia dawa hii. Sasa ili kufanya kazi hii sisi kama taasisi au wanataaluma, hatuwezi kufanya kazi hii peke yetu. Lazima tushirikiane na wananchi, tushirikiane na wale wadau ambao wanadili na masuala mazima ya uagizaji na uingizaji wa dawa kwenye, kwenye nchi yetu, lakini vilevile tunadili na mahospitali eh, ziwe za government ziwe za private hospitali za za, za, za, za, nani, za mashirika ya, ya kidini e, lakini vile vile tuna dili na mpaka kwenye haya maduka e, ya, ya yanayotoa huduma kwa wananchi maduka ya dawa muhimu. Sasa leo tutaenda kuangazia na kuenda kuzungumza na ndugu zetu hao wa ambao wanafanya kazi hii ya uuzaji uingizaji na usambazaji wa dawa katika maduka ya madawa hapa manispaa Morogoro. Hivyo nikualike wewe ndugu yangu, nikualike wewe mtanzania kuwa pamoja nasi katika kuendelea kuangalia ni namna gani TMDA tunafanya kazi ya kuhakikisha kila dawa inayoingizwa nchini inakuwa na ufanisi na ubora, lakini vilevile vile, endapo itatokea dawa ikaleta shida irapo e, ikitokea dawa ikaleta shida kwa mtumiaji vile vile huwa tunapokea maoni, tunapokea taarifa, huwa tuna, tuna nyenzo nyingi sana za ukusanyaji wa taarifa e, za madhara au maudhi yatokanayo na matumizi ya dawa. Kwa hiyo sisi kama taasisi e, tushafanya upambanuzi yakinifu, na tunaendelea pia kukusanya taarifa kwa wadau mbalimbali, wale wanaotumia au wale wanaoagiza hata e, kama dawa ilishapitishwa lakini ikaonekana ufanisi wake ni mdogo pia, huwa tunadili na hizo kazi za kuingia maabara na kuangalia kama kuna itilafu yoyote, then tunatoa taarifa kwa umma. Hivyo basi, ningependa niwakaribishe sana ndugu wa Tanzania wenzangu, ndugu wa wananchi na nitoe rai, nitoe rai kwa ndugu zangu e, tuache yale ma, mazoea ya kuanza kutumia dawa kiolela mtu Anahuwa tunakuwa na huka kwamba mtu akijisikia vibaya huwa anakwenda moja kwa moja kwenye duka la dawa anakuomba dawa. Akasema bana, mimi naomba dawa ya malaria. Eh, naomba dawa ya labda ya UTI, hali ya kuwa hajaenda kuonana na wataalamu, hajafanyiwa vipimo, lakini mwenyewe anakwambia, nikihisi kitu hiki basi najua kabisa hii ndio malaria. Hapana, sio kila homa ni malaria, wala sio kila homa inayokuja wewe inakufanya unakuwa na UTI. Ni lazima uende katika vituo vya afya vilivyo karibu nawe, umwone daktari akufanyie vipimo, kisha yeye ndo atakuandikia ni dawa gani sahihi ya kuweza kutumia. Lakini vilevile vile, tunapokuwa tunatumia tuna dawa hizi tujaribu kufata yale maelekezo ya, ya watoa huduma eh, wengi tunameza dawa au tunatumia dawa kwa utashi wetu ambao sisi tunaoona, mtu anaamua tu ah, nitameza asubuhi na jioni mchana nitakuwa kazini. Sasa hii pia inasababisha eh, mambo mengine au madhara yatakayopelekea wewe aidha uchelewe kupona ugonjwa wako au kukusababishia matatizo mengine ya matumizi mabovu ya dawa. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni sana, niwaalike sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mahadi Omar, ni miongoni mwa washiriki ambao wameshiriki kwenye semina ya TMDA, uh, hapa katika kata ya mji mkuu Uh, kwa kweli tutoe shukurani kwanza kwa ujio wenu TMDA. Tumefurahi sana, lakini pia tumejifunza mengi uh, tukiwa kama washiriki uh, katika uh, semina hii uh, kwa upande wa kujifunza kwanza, kuna baadhi ya mambo ambayo tuli, tulikuwa tunayaishi kikawaida, lakini hatujui ni miongoni mwa, hatujui kwamba ni miongoni mwa uh, tabia ambazo ni hatarishi kwa utumiaji wa madawa au uh, tabia hatarishi kwa kwa maisha yetu kiujumla. Uh, kwangu mimi binafsi nieleze kwangu mimi uh, tulikuwa tuna, tunaona ni swala la kawaida vile ambavyo tunaenda kwa mfano umeenda hospitali umepewa dawa, baada ya kupewa dawa umeenda umetumia, hatimaye umepata unafuu au umepona, basi unakatisha dozi, yani tunaona ni swala la kawaida. Hatimaye baada ya kukatisha dozi, dozi ambayo imebakia dawa ambazo inabakia unaweka maybe mingine kwa ajili ya kutumia muda wa baadaye, kumbe ni miongoni mwa tabia hatarishi. Pia nimeelewa kupitia semina ya leo, lakini pia tumeelewa ni jinsi gani unaweza kuhifadhi dawa au taratibu ambao sio mzuri katika uhifadhiji wa dawa, lakini pia tumeelewa au tumeangalia jinsi gani unaweza kufuga, lakini jinsi gani unaweza kutreat mifugo yako, yani kwa maana ya kuwa unaweza unaeunaweza ku, kuunaweza uh, ku, uh, kufuga mifugo yako katika utaratibu mzuri, lakini pia kutengeneza mifugo yako kuwa katika, uh, uh, katika afya njema, um, ila pia tumeangalia baadhi ya uh, baadhi ya shughuli ambazo wanazifanya TMDA kwa kuzingatia, wanasema hawa ni watu ambao wana uh, toa elimu juu ya udhibiti madawa, lakini pia jinsi gani wanaweza ku uh, jinsi gani unaweza ku, ku, kutumia dozi, lakini jinsi gani unaweza ku, uh, ku, jinsi gani tunaweza kutumia vifaa tiba au vitenganishi katika swala la afya zaidi. kwa hiyo ni A, nitoe pongezi kwenye hilo. Tumejifunza mambo mengi kwa kweli, ni semina ambayo ilikuwa kwa ni muda mfupi, lakini umeleta, umeleta manufaa makubwa katika kata yetu ya Mji Mkuu. Kwa hiyo niwashukuru sana a, na tusichoke kuendelea kutoa hii elimu, lakini pia kwetu sisi tunawaahidi tutakuwa mabalozi wazuri kuenda vijijini, lakini pia a, kwa mtu mmoja mmoja ambao ni kama ndugu jamaa marafiki kuweza kuwafikishia taaluma hii au kuweza kufikishia ujumbe huu ambao tumepata kupitia semina hii. Uh, kwa upande wa changamoto, ni kweli changamoto zipo sana, kutokana na maisha yetu kiujumla, dhawe ambavyo tunaishi, au kiujumla ambavyo tunaishi. Uh, tumekuwa na tabia ya kuishi maisha kwa kuiga, tumekuwa na kuishi ma maisha yaani, kutokana na uh, kile kitu ambacho kimepita nyuma Yani wengi wao changamoto ambao inatukabili yani tunalinganisha tuna, tuna kile ambacho kimetokezea, uh, uh, kimetokezea pengine uh, nani, mwezi uliopita na mwezi huu nakilinganisha. Mfano mzuri kwa mfano, mwezi uliopita niliumwa malaria nikaona dalili fulani, dalili fulani nimeenda kupima nikagundua na malaria, lakini unakuja mwezi unaofata au pengine kipindi ambacho kimefata, una dalili kama zile. Alafu unaenda moja kwa moja, wewe unajua hii ni malaria kutokana na dalili ambazo mmezikuta hizi. Unaenda pharmacy, unaenda kuchukua dawa tuna hatimaye natibu malaria. Kumbe inawezekana hata sio malaria, ni tatizo jingine. Kwao ni miongoni mwa changamoto ambazo zinatukabili kwa kwenye hili. Zaidi labda nitoe ujumbe au labda uh, kiushauri tu kiujumla kubwa zaidi tuhakikishe kwamba tunafika vituo vya afya, tusiogope kufika vituo vya afya kuonana na wataalamu wa afya kwa ajili ya a, kutusaidia ni tatizo gani haswa ambalo limetukabili, lakini pia kuweza kupata tiba sahihi ya kile lile tatizo ambalo linakukabili, lakini pia kama TMDA ambavyo wamesema, kuweza kuzingatia utumiaji wa dawa kiusahihi, lakini pia kuacha kukatisha dawa au kukatisha dozi hatimaye mpaka kufikia kile kiwango ambacho umepangiliwa na wataalamu wa afya, kama ni wiki mbili, kama ni wiki tatu, yani tumia dozi mpaka iishe dozi. Uh, usizingatie pengine umepona haukupona. Yani natakiwa utumie dozi kama ambavyo umeelekezwa na wataalamu wa afya. Asanteni sana TMDA. Uh, Mungu wabariki, lakini pia tuendelee kushikamana kwenye kutoa hii taaluma. Asante sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ujio wa viongozi kutoka TM. DA, ambao jioni ya leo amekuja kutupa mafunzo ya afya. Uh, kipekee mimi kama Neema nimejifunza vitu vingi sana kupitia somo zima la afya. Na kitu ambacho nimejifunza namba moja ni kuhusu matumizi holela ya dawa za binadamu. Hiki kitu kimenipa mafunzo makubwa sana na naamini kwamba nikitoka hapa nitaenda kuwa shuhuda au nitaenda kuwa chachu kwa wenzangu na jamii, na nizunguka kuwaelekeza jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumia madawa vizuri na anaweza katusaidia katika kuboresha afya zetu kwa ujumla. Lakini pia kitu kingine ambacho nimejifunza ni kuhusu matumizi holela ya dawa za mifugo. Katika eneo hilo nimejifunza pia kitu kikubwa, kwa sababu pia mimi ni mfugaji, ninafuga huku wa kienyeji na kuku machotala. Kwenye kipengele hiki nacho nimejifunza kwamba kumbe tunahitaji kuondokana na kutafuta zile pesa za chapchapu ambazo mwisho wa safari zinakwenda kuathiri maisha ya Watanzania wengi na hasa kwa kipindi hiki ambapo kuna changamoto nyingi sana za kiafya kama vile kansa, kama vile tezi dume kama vile matatizo ya figo na magonjwa mengi ambayo yanasababishwa na mtindo wa maisha. Kwa hiyo nimejifunza na nitakwenda kuwa chachu kwa wenzangu ambao ni wafugaji, na bahati nzuri kwamba tuna vikundi vya wafugaji. Nitakwenda kuwaelezea wenzangu jinsi gani ambavyo tunaweza tukaangamiza taifa letu kwa kutumia madawa ambayo hayastahili kuwapa wanyama yetu kwa ajili ya kujipatia faida kwa muda mchache. Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza pia ni kuhusu ile swala zima la afya kwa binadamu. Uh, mahali hapa kumekuwa na changamoto kubwa sana kuhusu magonjwa na hasa kipindi hiki. Changamoto kubwa ambayo iliyokuwepo ni kuhusu magonjwa ya UTI, typhoid. magonjwa haya kumekuwa na changamoto kubwa sana kwamba watu wanatumia dawa lakini hawaponi. Lakini nilichojifunza ni kwamba kumbe matumizi holela pia ya kukatiza dozi matumizi holela pia ya kwenda kujinunulia dawa bila kupima, nayo amekuwa ni changamoto kubwa ya kumfanya mtu asipone. Kwa hili pia nimejifunza kwamba nitaenda kuwa chachu kwa jamii yangu, lakini kitu kingine nimeshukuru pia kwa mshauri na mkufunzi wetu katika kipengele hiki ni kwamba kuna watu ambao wako vizuri, wanatumia dozi vizuri, mfano mtu ana malaria au mtu ana UTI anatumia dozi vizuri anamaliza, lakini baada ya muda mfupi unashangaa tena huyu mtu anaumwa. Kwa hiyo pia kuna usugu mkubwa sana wa magonjwa, pamoja na kwamba kuna baadhi ya wenzetu ambao wanatumia dozi vizuri, lakini magonjwa yamekuwa sugu. Sasa ombi langu kwa serikali, nilikuwa naomba swala hili pia tujaribu kuliangalia vizuri kuhusu hizi dawa zetu ambazo tunazitumia, ili wananchi wetu waweze kuwa na ustawi mzuri. Naamini kwamba afya ni mtaji namba moja. Na kitu kingine ambacho pia nimeomba tusaidie kama wananchi ni wenzetu kule vijijini wanalima na wanatumia kemikali nyingi sana kwenye mazao. Nizungumzie wakulima na hizo kemikali, ni kwamba hawazingatii yale matumizi ya zile kemikali kwamba mtu analima mahindi anaweka dawa humo dawa miezi mitatu, lakini bahati mbaya miezi mitatu haijafika mahindi yale anachukuliwa, anapelekwa mashineni anaenda anasagwa huko, tunaambiwa tule dona, tunakula dona, kumbe tunaingiza sumu zingine mwilini ambazo tayari zinakwenda kuzalisha magonjwa mengine. Lakini vile vile kwa upande wa mboga mboga huko nako kumekuwa na changamoto kubwa sana, kwamba watu vile vile wanalima wanapiga dawa za kuua nani vimelea kwenye mboga mboga, lakini kumbe tunajua na sisi wenyewe kwa ombi langu pia nilikuwa naomba kwa serikali hii elimu itolewe katika mapana zaidi, yani kwa upana zaidi, kwa sababu hali ni mbaya na kila mtu sasa hivi anaumwa kwa ujumla. Elimu hii endelee kutolewa. Nashukuru kwamba leo umetufikia sisi wachache, na naamini kwamba kuna wenzetu wengine ambao wamefikiwa, na hii elimu iendelee zaidi na zaidi, ili Tanzania hii iweze kuwa na watu ambao wana ustawi mzuri wa kiafya, lakini pia na maendeleo kwa ujumla. Kifupi, na shukuru, na shukuru kwa hiyo. Kifupi, nashukuru sana kwa ujio wa viongozi kutoka TMDA. Mimi nimefurahi kama neema, nitakwenda kuwa shahuda kwa wenzangu ambao hawajafika mahali hapa leo. Asanteni sana, nashkuru. Mtazamaji, hakuna ambalo lililo na mwanzo likakosa kuwa na mwisho, na ndivyo ambavyo kwa siku ya leo TMDA na jamii inakuaga kutoka katika kipindi hiki cha TMDA na jamii. Ni imani yangu umekuwa nami toka mwanzo umesikiliza vizuri lakini kubwa umepata elimu juu ya matumizi sahihi ya bidhaa za dawa pamoja na vifaa tiba. Umeungana nami katika kipindi hiki pamoja na wananchi kutoka kule Morogoro hususan kata ya Kichangani na mji mkuu. Ninakushukuru wewe ambao umekuwa nami katika kipindi hiki lakini pia ninakualika ukiwa na maoni, maswali au dukuduku lolote, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info at tmda.go.tz au kutupigia nambari ambayo ni ya bure, TMDA imeshalipia nayo, ni nambari 0800110084. Ninayekuaga kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensi ya Simwanza, na kwambia mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine TMDA. Hey, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba TMDA hey, inahakikisha usalama havya kwata